Nitumie jukwaa hili kwa, kwa niaba ya serikali kuwapongeza sana vijana wetu wa timu ya taifa. Mliona shughuli jana, mmeona shughuli jana, vijana wetu wamepeperusha vema bendera ya taifa letu, wametetea vyema wimbo wa taifa letu, wametuwakilisha vyema. Na mimi, na mimi naweza kukiri kusema kwamba hawakutoka mashindanoni, wametolewa mashindanoni mlivyoona na mimi nimeona hivyo hivyo, na maoni yenu yanafanana na maoni yangu, hasa dakika za mwisho zile. Kwa sasa nitumie fursa hii kuwapongeza sana. Kwa niaba ya serikali, tunawapongeza wizara, tunawapongeza wenyeji wetu waliowapokea kule, tunawapongeza taasisi zetu, shirikisho la mpira wa miguu la Tanzania na la Zanzibar. Tunapongeza wizara, tunapongeza mkuu wa msafara, tunapongeza benchi la ufundi na tunawapongeza vijana wetu waliovuja jasho kwa yale, kwa yale, kwa yale, kwa yale tuliyoyaona wamefanya kwao wa. Tuambie tu na sisi tuna kwetu, watakuja yeah. Na sisi yeah. Na kwetu ni hapa hapa watakuja yeah. Tena sio mbali 2027 watakuja. Yeah. Eh, watakuja vijana, wanasema sisi ni pipo, tutakutana tu watakuja kwa hiyo nitoe rai kwa watanzania wote, timu itarudi kesho kutwa. Wizara pamoja na mkoa na mkuu wa mkoa huko hapa na mkuu wa mkoa Dar es Salaam, naye asikilize, andaeni utaratibu, vijana wetu wasifike kimya kimya, wapokelewe kishujaa, na kwa kuwa tunatambua kwamba mwaka kesho watakuja waheshimiwa viongozi wetu, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Mheshimiwa Dokta Hussein Mwinyi. Wameshafanya kazi kubwa ya kuandaa miundombinu miundombinu ya kisasa kujiandaa na hiyo mwaka kesho. Sasa wizara za michezo pamoja na mashirikisho yetu TFF na ZFA, fanyeni kazi ya kuandaa timu. Viongozi wetu wameandaa miundo mbinu, twendeni tuandae timu ili watakapokuja tuwe tumejiandaa. Na moja ya maeneo ya kuandaa timu angalieni kanuni zenu. Nilikuwa nawaza nikasema, nikisema tufute leo matumizi ya wachezaji wote wa kigeni, nilitafuta ugomvi ambao hauishi. Tutaacha kujadili kuwasubiri wanaokuja, mwaka kesho tutaanza kujadili kuondoa wachezaji wa kigeni. Sasa nadhani sasa nadhani tugawe mashindano, angalieni kanuni zenu. Yale mashindano ya shirikisho, yale mashindano ya ligi kuu yatumie wachezaji wote na yale ya, ya mataifa ya nje ya Champions, sijui mabingwa, klabu bingwa, sijui shirikisho, yatumie wachezaji wote na wa kigeni. Lakini haya yanayoandaliwa na mashirikisho, kwa mfano shirikisho la la TFF kifupi tu imezoeleka kuitwa fa fa, angalieni kanuni hiyo, itumie wachezaji wazawa tu, ili kutengeneza wigo mpana wa wachezaji wetu wa kushiriki mashindano mengi, ikiwezekana hata yaongezwe na urefu, ugenini na nyumbani, ugenini na nyumbani, ugenini. Tukianza sasa mpaka mwaka kesho, tutakuwa na kikosi kikubwa ambacho tunaweza tukakiona, lakini sio hiyo tu Sio hiyo tu, tukirefusha ligi ya muungano kwamba iandaliwa inapoanza ligi kuu na yenyewe, na yenyewe ligi ya muungano ianze timu zote za Pemba na hapa Unguja na timu zote za, za bara, ugenini na nyumbani, ugenini na nyumbani, ugenini na nyumbani, mtoano, mpaka inapofika mwezi wa nne kilele cha muungano tutakuwa tu, na hiyo itumie wachezaji wazawa tu, naamini tutakuwa tumetengeneza mashindano ambayo yatawafua vijana wetu. Ukija ukaunganisha na wale wanaocheza nje ya nchi, tutakuwa na kikosi kipana ambacho kimeshiriki mashindano mengi. Sio hiyo tu, hata, hata, hata ligi za mikoa na zenyewe ziratibiwe sasa Wizara zetu za michezo, kaeni, angalieni kanuni, kaeni na mashirikisho, angalieni, mkishaona inafaa mtuletee hayo mapendekezo, mimi na makamu wa pili wa rais, ili tupeleke kwa viongozi wetu wakuu, yakishapata ridhaa tuweze kutekeleza katika kuandaa vikosi vyetu vya kupeperusha bendera ya taifa, huku Tanzania akiwa mwenyeji, watakuja hapa hapa hapa, hapa. Kwa hiyo kama jirani yako alikuwa anasikitika, mwambie tulia, watakuja hapa hapa, yeah. Eh. Kwao niwapongeze kwa mara nyingine Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa na nyota njema katika uongozi wake, vilabu vimefanya vizuri sana, vikaweka historia ambavyo havikuwahi kuweka. Nyota njema na hata timu ya Taifa na yenyewe imeweka historia ambayo haikuwahi kuweka.